Watu wote tunawakaribisha, Jumapili hii ya tarehe tano Oktoba 2025 kutakuwa na ibada isiyokuwa ya kawaida. Njoo tuanze mwezi Oktoba na Yesu. Umejipangaje na Yesu ndani ya mwezi huu wa kumi unaoanza? Basi kuhani Eliah Abel Haule amekuandalia ibada kubwa itakayoambatana na neno takatifu la Mungu nitakayofungua wewe na mimi. Yoyote anayemkataa mtu na ye, kuna mahali atakataliwa. Bwana Yesu atusaidie atusaidisha Yoyote anayemfunga mtu na ye, kuna mahali anamfunga. Kuna ndugu yako amemfunga rohoni na kuna baraka amezifunga za kwako rohoni, kwa kuwa anayeamini ni neno la Kristo na Roho Mtakatifu akiwa ndani yake hawezi kufunga mtu. Bwana Yesu atusaidie atusaidisha Sema amina na utabarikiwa. Haijalishi umeumizwa kwa kiwango gani, Mungu atabaki kuwa Mungu kwenye maisha yako. Njoo upokee neema ya Mungu. Ibada itaanza saa tatu kamili asubuhi. Mahali ni hapa, hapa. Kimara, Kimara Suka Golani G9. Bila kusahau tunakuwa live YouTube kwa jina la Loeva Ministry, TikTok tunaingia kwa jina la Kuhani Elia Abel Haule. Wewe unayetokea popote pale, utapanda gari ya Kimara, utashuka Kimara Suka, utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9, hapo utakuwa umefika kanisani. Kwa mawasiliano zaidi ni sifuri saba sita mbili nane tano sita tisa nane sifuri. Hii ni ibada yako wewe na mimi, njio upokee neema kubwa ya Mungu. Yesu amejiandaa vizuri kwa ajili yako kutumia mtumishi wa Mungu Kuhani Elia Abel Haule, watu wote mnakaribishwa.